na hesabu kuanzia pempas ya kwanza mpaka siku atakayoolewa binti yule, kisha ndio anapokuja kijana, anaulizwa swali la kwanza ni kazi gani bosi unaoifanya? Wala haulizi wewe unaswali swala tano kwa siku, umehifadhi Qur'an, unajua hadithi ngapi katika hadithi za Mtume aleyhi salatu wassalam swali so, la kwanza ni kazi gani unayoifanya, mshahara unaoupata kwa mwezi ni mshahara wa pesa ngapi? Wallahi ndiyo majumba yetu, na hali hii iko zaidi kwa kina mama. Binti wa Kiislamu hana fursa ya kusema kile anachokihitaji katika mahari yake. Wanakaa mashangazi wanakaa kina mama wanakaa wanakaa, kisha anapangiwa. Kijana yule anaangaliwa tokea anakuja katika nyumba ile kuposa, amekuja na tuktuk, amekuja na pikipiki piki, amekuja na gari. Hiyo ni step ya kwanza. Kisha atakapoingia katika mazungumzo na sasa hivi watu wanapopeleka posa posa zetu zinakaribishwa na wanawake. Wanawake ndio wanazipokea posa zile. Baba yeye amekaa chumbani, ameshikilia tumbo lake, amehana habari kabisa. Baba yeye yuko kazini kwake, fanyeni mambo yenu mnavyotaka huko. Wanawake wameachiwa jambo hili, wanakaribisha familia ya mume, kisha zinaanza kufanywa biashara pale, wala si ndoa, ni biashara.